Mimi sina hata cha kuzungumza sana siku ya leo, eh? Hii, hii ni mbegu yetu nyingine tena, na hii ni Simba. sasa hamna hata mbegu ambayo haijafanya vizuri, zote zimefanya vizuri kwa nafasi yake. Hii ni Simba, hebu ione eh? Yaani muhindi ni mkubwa mkubwa na umejaa, yaani muhindi mkubwa uliojaa. Hebu ona hapa eh? hebu cheki hii ni hatari, na hii ni mbegu yetu inayokomaa kwa muda wakati. Eh? lakini bado tunarudi pale pale kwamba uh ili mbegu kukomaa kwa haraka ama kwa kuchelewa inategemea na sababu zingine nyingi, ikiwemo kiwango cha joto, ikiwemo hali ya hewa. Kwa hiyo kwa Simba, sisi Simba tunasema inakomaa ndani ya siku 130 mpaka 140, lakini hii haijafikisha siku hizo. Leo ina miezi mitatu, siku tisini hapa. Kilichobakia ni kukauka. Hatuhitaji tena mvua kwenye hii mbegu ili ijaze, imeshajaza na zingine zimeshaanza kukauka moja moja. Kwa kilichopo ni kukauka. Lakini sifa nyingine nzuri ya Simba na mbegu zingine zote za kwetu ikikauka, inalala. Haibaki ikiwa imesimama hivi. Inalala chini. Kilala chini, tafsiri yake hata kama mvua zitaendelea zitakuwa zinateleza na haziwezi kuingia ndani zikasababisha kuoza kwa punje. Lakini pia inafunga mpaka juu kabisa. Eh? Na endapo utalima Simba kwa utaalamu kabisa, kama ambavyo sisi tumefanya katika shamba darasa hili, katika yakamoja Simba ina uwezo wa kukupatia gunia 40 mpaka 45. Gunia 40 mpaka 45 unapata kutokana na Simba 657. Na, na hii ni mbegu yetu mpya. Kwa hiyo mkulima, ambao ulikuwa ukilima 627, tunakuasa sasa tunayo hii mpya 657 inafanya vizuri, je? Eh? Na inapanda hewani kwa kweli. Ha? hata chakula cha mifugo unapata cha kutosha, maana bua bua ni refu lenye afya liko imara eh? Unapata na chakula cha mifugo, hebu ona eh? Sasa hamna mengi sana ya kuzungumza zaidi, tafuta kodi hii mwakani. Hakikisha wewe ambaye ulifanya makosa, kosa sio kufanya kosa, ni kurudia kosa. Kwa wewe ambaye ulifanya makosa, ulikuwa hujaitafuta 657, nategemea mwakani utaitafuta kwa udi na uvumba. Na mbegu zetu zinapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini Tunasambaza mbegu zetu na ni uhakika kuzipata. Kwa hiyo wewe, mwakani mapema, wala sio mwakani wa saba, baada ya mavuno wa saba wa nane, anza kuhifadhi mbegu yako ili uwepukane na changamoto ya kukosa mbegu, maana wenzenu Manyara wamesema wimbo ni mmoja tu, ni Sidiko kwa kwenda mbele. Kwa hiyo mwaka huu ni Sidiko peke yake. Sasa na wewe ambayo kwa maeneo mengine, tukasema tukuonyeshe ubora wa Sidiko kama ambavyo unaweza ukaona. Simba imefanya ya kwake na mpaka hapo, nafikiri umeona ile dhana ya Sidiko. Tunaposema Sidiko ni nyumba ya mavuno mengi, maana yake ni hii. Sidiko ni tunasema, mavuno bora huanza na mbegu bora kutoka Sidiko, maana yake ni hii, inajieleza dhahiri shairi. Ni mimi bwana shamba wako wa kila siku, Minja Kilimo ama Emmanuel Minja, Sidiko champion agronomist kutoka